Inna akramakum inda Allah, mbora wenu mbele Allah tabarak wa taala atakum ni ule anayemcha imana anayekatazika na makatazo na kufuata maamrisho. Kwa hiyo Ustaz eh, Hasan, karibu wezi kuwasalimia eh, wakazi wa Ukunda na pia kujitambulisha, inshaallah shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatu. Kwa majina mi naitwa Sheikh Hassan Mulefu kutoka sehemu za Vihiga County, Western. Tumevuka kaunti karibu karibu kumi na kitu kufika hapa. Hapa ni Kwale Ukunda. Hapa nimekaa zaidi ya miaka tatu bila kufika huku na leo nimesema leo niwatembelee watu wa Ukunda. Watu wazuri sana, wanapenda maneno ya wa Mwenyezi Mungu. Na hii ni kazi tuliyopewa, tuliyowachiwa na mitume, na mtume wa mwisho ambaye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, baba wangu ndio evone nake alituachia hii kazi na akaambia tukifika kwa watu tuwasalimie na gani? Salamu hii ni ya watu wote wa Mwenyezi Mungu, salamu moja. Nisome Qurani kumi sitini na nane sitini na tisa aya suratu Yunus.

Salamu yenye tunafanya utaipata katika vitabu i katika kitabu cha ch ch kitukufu cha Qurani. Wanasema tu, tu, tukifika mahali tusemaje? Inasema Qurani, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha ni makubwa kubwa na mwenye kunemesha ni mandogo ndogo. Teremka vipi? Inasema na wajumbe wetu, na wajumbe wetu malaika kwa sura za kibinadamu Kasema nini? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Na hii ndio salamu ya Mwenyezi si Mungu, tafsiri yake amani iwe juu yako, juu yenu ya mkikuwa wengi, akikuwa mmoja, amani iwe juu yako. Hii ndio salamu ya Mwenyezi si Mungu, naye kitabu kumba Qurani, tuone hii salamu naye. Je, Nabii Isa yani Yesu Mandugu zetu wanamuita Yesu, wanamtambua kama Yesu, lakini katika vitabu ni Isa bin Maryam. Anasemaje nini kitabu cha Biblia? Nifungulie kitabu cha Biblia. Yohana

19, Yohana inasema ikawa jioni, ikawa jioni kama leo ni jioni, siku ile ya kwanza ya juma, siku ile ya kwanza ya ijuma, wale walipokako wanafunzi milango ale walipoko wanafunzi wamefumba milango kwa hofu ya Wayahudi, tuende, akaja Yesu akasimama katikati yao. Nini ni mfano kama Yesu Yesu akakuja katikati, kwa mfano tende akawaambia akawaambia wale akawaambia akawaambia, je, Assalamu alaykum, amani iwe kwenu. Hiyo ni kitabu cha Biblia. Kama uko na Biblia siku hizi ni digital, unasoma tu kwa, kwa simu. Fungua simu yako, fungua kitabu cha Yohana 20:19 utapata habari hiyo. Hiyo ndio salamu ya hapa duniani. Je, huko mbinguni kumi kumi, Qurani aya kumi kumi, hiyo ndio salamu ya Mwenyezi Mungu. Ninasema hivi naam, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha naam, neema kubwa kubwa na neema na neema ndogo ndogo, teremka. Ninasema kwa jina la Mwenyezi Mungu, nasema hivi naam, kumi kumi, nasema ni paradise, Kiswahili peponi. Naam, tuende ibada yao humo, ibada yao humo peponi. I, ita, kama duniani itakuwa kusema kusema nini subhanaka la umma, utakatifu wa Mwenyezi Mungu iwe juu yenu, utakatifu ni wako ewe Mwenyezi Mungu. Naam, na maamkiano kusema kusema nini? assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hiyo ndio salamu. Hii anasema bwana asifiwe, haiko katika vitabu. Kama ipo, viti ziko pale. Sisi tunafundisha na tunataka tuulizwe maswali kwa mafundisho yenye tumefundisha. Ukikuja hapa, uniulize. Salamu ya Mwenyezi Mungu ni hiyo, iko katika vitabu. Hii nyingine wanasifiwe sijui nini gota, hii ni salamu tu ya mtaani wenye watu walibuni. Haya, tutoke hapo. Sisi tumeambiwa aje? Tukifika sehemu kama hii tufanye nini? Hii kazi tumepaazisha na Mwenyezi Mungu na manabii, au ni sisi tu wenyewe tulianza tu kujitunza? La, Mwenyezi Mungu si anasemaje? Haya, soma Qurani Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha na makubwa kubwa na mwenye kuneemesha na madogo Mungu ambaye siyo uwe, huwezi kumvutia. Je, okay? Endelea. Inaendelea ikisema nini? Kwa njia hii, kwa njia hii uwezi kumvuta mtu kweli? Mwenyezi Mungu alishasema, ukienda kumkajeli mtu ama kumtusia dini yake, hata kama anaabudu jiwe, ifai inafaa umfundishe kwa hekima maneno mema, umfundishe maneno ya Mwenyezi Mungu, umkataze chenye anaabudu si Mungu, akuje kumwabudu Mungu anafaa kuabudiwa. Hiyo ndio sistimu ya Uislamu inafuata, waambia hawa mandugu zetu, ama kumuita kwa jina ambayo si nzuri. Kama ujui mtu muulize, wewe ndugu yangu, unaitwa nani? akatuwambia wewe ni Kamau ama wewe ni Mtisia ama wewe ni Mlefu. Kisha unamuuliza dini yako gani? Ukisha mjua wewe, mtisha dini yako gani? Akwambia mimi ni Kiislamu. Mtinda wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Je, ndio tukuja stepu ya pili, tujue akati ya Ukristo. Mbona wewe ukuwe mkristo na mimi ni kuwe mwislamu? Ipi dini ya Allah? Hiyo ndio mafundisho mema yenye Mwenyezi Mungu anataka sisi Uislamu tutoke katika nyumba za ibada misikitini, tukuje barabarani, kwa sababu mtume ameshafanya kazi hii, na sisi tukitaka kufuata mienendo ya mitume tukuje barabarani kumtangaza Allah, ili tuweze kupata paradisi ya Mwenyezi Mungu, na njia nzuri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumefanya kazi yake. pende mwalimu. Haya tumemaliza. Inasema waite watu, waite watu katika njia ya Mola wako. Jadiliana nao kwa namna ile bora. Naam, sio kwa kuwatukana wao. Twende, au kutukana dini yao Naam, kwa namna hii Naam, huwezi kumvuta. Malizia. Haya, tunamalizia mwalimu Eh. Inaweza kusema? Naam. Kwa njia hii wezi kuvuta. Hakika Mola wako ndiye anayemjua anayamjua aliyepotea katika kweli kabisa. Mungu pekee yake ndiye anajua mimi nimepotea ama niko katika uongofu wa Mwenyezi Mungu, na wewe umepotea ama uko katika wokovu wa Mwenyezi Mungu. Ndio tukuje, Mwenyezi Mungu ameshasema. Je, katika Biblia wamewaelezea wamewaegelezea, watangaze Mwenyezi Mungu ama wakae katika makanisani? Biblia inasemaje?

na tunajivunia kuita mwanadamu, ndio sifa yetu. Tumetoka kwa nyumba moja, na sisi tuhubiri maneno ya Mwenyezi Mungu kwa umoja. Twende katika Biblia, soma mwalimu Isaya ngapi? Isaya moja, 18 alafu uende Isaya 58 Haya inasema hivi mmoja, haya njooni tusemezane, asema Bwana, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, kama dhambi zako ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluthi. Ujawahi jua Uislamu ni nini? Ujui, unasikianga tu kwa vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari ndio. Ntazungumzia hiyo mada, kwa nini wanaita news kwa Kiingereza niusi iwezi kuwa habari hiyo, kuna kitu imefanya vidi kumi na mbili wamekaa wapagani wakapanga hiyo mpango yote kunasa watu, na kweli Mwenyezi Mungu hakusahau akasema katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema itafika wakati wa mwisho na wakati sasa ni wa mwisho kitu yenye ni batili, yani ambayo kama kitu ambayo si ya uongo itaonekana ni ya kweli, na ile ya kweli itabadilisha kuwa ya uongo. Na hiyo ndio sasa tuko. Wewe utapata habari ati mtu amefanya hivi, kumbe ni urongo, haiko hivyo. Ndio Mwenyezi Mungu alituambia tuweze kumtangaza Allah, tukataze watu Habari kama hizo wasikue na makini sana, wapate njia ya Mwenyezi Mungu na kujua sheria za Mwenyezi Mungu, ili waweze kupata ufaulu siku la mwisho. tete mwalimu, tayari nishamaliza. Njooni tusemezane, asema Bwana. 58 moja tena Aya, Isaya. Kwa nini tumenunua vyombo, tunaenda kwa maduka kununua maspika a watu kelele. Mwenyezi Mungu anasema nini? Piga saati, kelele Mwenyezi Mungu anaambia Daudi piga kelele. Huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anaambiwa piga kelele usiache, usiwache baza sauti, baza sauti yako kama tarumbeta, kama tarumbeta. Zamani za kale hawakuwa wanatumia maspika, walikuwa wanatengeneza kitu kwa kama tarumbeta kwa ma... kitu kama honi speaker hivi halafu wanapaza sauti, inafika mbali kabisa. Watu wanajua kweli kuna mahubiri iko bali fulani, wanaenda kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu. Twende endelea kusema mwalimu. Naam, kuwaubiria watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi za zao. Tumekuja kuwahubiria watu wa Ukunda wajue hii ni kosa na hii ni haki, waachane na kosa wafuate haki. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu anataka sisi Uislamu tufanye kazi hii, kwa sababu tumeridhiziwa dini yetu na tumekamilishiwa dini yetu, inakuwa tufikishe, kwa sababu hakuna dini ingine isiyokuwa ya haki ya Mwenyezi Mungu isipokuwa Uislamu peke yake. Hiyo ndio dini ya haki, na tutafundisha hapa hapa barabarani watu wote waweze kujua. Mimi napenda nikifundisha wanafunzi wote wachukue karatasi na kalamu waandike katika karatasi. Ukifika nyumbani, kama wewe ni Mkristo, chukua kitabu cha Biblia, anza kufanya homework, alafu uende hiyo kuuliza mwalimu wako ambaye anakufundisha katika kanisani, na ukikuwa Muislamu hia ajifundishe namna ya kusambaza dini, namna ya kufundisha watu wengi, ambao sehemu ingine yenye utaenda kufanya biashara ama yenye utaenda kutembea, ukapatana na maswali kama haya, ukawajibu kulingana na vitabu vya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu anataka tu. ametuleta hapa kufanya kazi gani? Mwenyezi Mungu ametuletea duniani kufanya nini, we mwanadamu? Ukizaliwa jiulize kwanza, kwa nini Mwenyezi Mungu alileta duniani kwanza. Hiyo ni first question, inafaa ujiulize, je, nimeumbwa nikaletwa duniani kufanya nini? Qurani imesha maliza mambo, nisome Qurani 51 56 Qurani, kitabu kitukufu cha Qurani. Ngoa ameeda kidogo. Aha, 51 56 inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye, si mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kuneemesha. Twende, inasema naam, sikuwaumba sikuwaumba majini na watu. Majini waliumba kabla wanadamu. na wanadamu waliumba ndio kiumbe cha mwisho kuumbwa duniani. Sisi tumeumbwa nyuma ya inzi yote, viumbe vi vingine vyote, sisi ndio tukuwa last kuumbwa. Alafu halafu saa hii tunajifanya sisi ni wajanja sana, na Mwenyezi Mungu anasema ametupatia noleji kidogo tu hata ifiki, ifiki chembe ya ya mchanga ile ndogo kabisa, hiyo tu tunajipiga kifua. Na juzi ulizaliwa ulizaliwa ujuu chochote ukapata elimu ukakuja duniani unajipiga kifua hata wazazi waheshimu. Ukikutana na baba ya baba anasisumbua wipi mzazi akakusumbua, jiulize, ama ukapatana na mtu mzima, wewe unaanza kubishana na yeye, ujui eti e, e, yake kwanza, inakuwa ukuwe na adabu na mnyenyekevu nzuri Mtimu mzuri lazima akuwe na heshima kwa wanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatufundisha katika vitabu vya Mwenyezi Mungu kwamba wadogo wakiheshimu wakubwa, pia wakubwa warudishe heshima kwa wadogo, dunia ikuwe sawasawa sawa. Bila hivyo hakuna chato, tutakuwa tunavunda bure mafundisho yetu. Twende mwalimu. Sikuomba majini na watu ila wapate kuniabudu, sitaki kwa riski. Mwenyezi Mungu aliumba wanadamu waweze kumwabudu, na kuabudu ni kwa vitendo, sio kwa kuimba au siyo kwa kurukaruka ama kucheza dansi. Hiyo ni ma mambo yenye wametunga kitabu cha Mwenyezi Mungu, wanasema kuabudu, na mitume wote walifanya ibada hiyo kumsujudia Mwenyezi Mungu, mna hivi, unaweka uso wako chini mpaka mchangane hivi. hiyo ndio kumsujudia Mwenyezi Mungu, na manabii wote wamefanya kazi hiyo. Haya, mwalimu ustadhi yaya ndio anakuja, ama ni wewe? Haya, ustadhi yaya, sisi tukaende kumwabudu Allah baadaye tutakuja kuendelea, na naomba watu wa Ukunda mkuje kwa wingi. Hii ni mkutano ya watu wote. Mmesikia andiko Bibilia inasema kujeni tutangaze neno la Bwana na Waislamu pia msibaki huko, nyinyi ndio mnafaa mfike kwa wingi. Waislamu hapa tunawaita mfike kwa wingi, tutangaze pamoja neno la Mwenyezi Mungu ambao hawamjui Mungu waweze kumwelewa Mwenyezi Mungu. Sheikh Yahya, njoo uendelee, inshallah.